Unafahamu magenge? Ushawahi kutana na stori za magenge haya? Sio magenge ya kuuzia nyanya au vitunguu, ni magenge ya uhalifu na hatari zaidi duniani. Karibu tupige stori za magenge. Gangs mbalimbali duniani zina muundo na shughuli tofauti, kuanzia makundi ya mitaani ya vijana hadi mashirika makubwa ya kimataifa. Baadhi yao yalianzishwa kulinda jamii izojiweka pembeni, lakini baadaye yakawa makundi ya ujambazi yanayofanya biashara ya, ya dawa za kulevya, silaha, uindaji biashara binadamu, pamoja na ulaghai na uonevu. Hii ni orodha ya gangs kumi hatari zaidi ulimwenguni. Genge la kwanza ni genge la Mara Salvatrucha. Mara Salvatrucha inayofahamika pia kama MS 13, ilianzishwa Los Angeles miaka ya 1980 na wahamiaji kutoka El Salvador. Leo hii ni mtandao wa kimataifa unaojihusisha na usafirishaji wa dawa za kulevya, ukatili na utakatishaji fedha, ukiwa na maelfu ya wanachama Amerika Kaskazini, Amerika ya Kati na hata Ulaya. Ni miongoni mwa genge linalogopeka zaidi duniani. Genge la pili ni genge la 18 Streets Gang, 18 Streets Gang, Barrio 18. Kundi hili la mitaani linaojulikana kama 18 Streets au Barrio 18, lilizaliwa Los Angeles miaka ya 1960 na lina wanachama wengi wenye asili tofauti. Lina mamia ya mji wa Marekani, Mexico, Amerika ya Kati. Na ndicho moja makundi makubwa mitaani. Uhasama wake na MS 13 unaongezeka ukatili na unaongeza ukatili katika nchi za bara la Amerika ya Kaskazini. Hili ni miongoni mwa genge lenye hatari pia. Ukizungumzia magenge ya hatari genge la 18 Street Gang, basi genge hili lina hatari mno. Genge la tatu ni genge la Sinaloa Cartel. Umaarufu wa hii Cartel unatokana na kiongozi El Chapo, na Sinaloa Cartel inajulikana pia kama shirika la Le Guzman Leora au Federation. Ni mojawapo ya makundi makubwa zaidi ya usafirishaji wa dawa za kulevya duniani, inapatikana kokalian Mexico, inasafirisha madawa kama cocaine na fentanyl. Ingawa viongozi wa Sinaloa Kato kiongozi wao yupo gerezani, lakini shughuli zao bado zinaendelea kama kawaida mtaani. Kundi la nne ni kundi la Jalisco New Generation Cato G au CNG. CNG iliundwa katika miaka ya 2010 na na Nemesio El Mencho Nzi Oseguera. Ilijipatia umaarufu kwa ukatili wake, mbinu za kisasa kama mashambulizi ya kutumia drone na ushindani mkali na makundi mengine. Ni mojawapo ya makundi yaliyoanzishwa kama taasisi za kigaidi na Marekani kwa sababu ya shughuli zake za kimataifa. Pia genge la tano ni genge la Yakuza. Yakuza ni mkusanyiko wa makundi ya uhalifu yaliyoanzishwa Japan tangu karne ya 17. Ingawa leo yamepungua kutokana na wingi wa wanachama waliokadiriwa kuwa zaidi ya laki moja na themanini miaka 1960, bado wanafanya biashara ya madawa ya kulevya, unyang'anyi, usafirishaji binadamu na utekaji nyara. Yakuza yanatambulika kisheria Japani ile yanasimamiwa kuzuia kuvunjwa kwa sheria. Mara nyingi huwa ushawishi kisiasa unapelekea urahisi kufanya shughuli zao. Triads za Uchina, kama ilivyo kwa yakuza, Triads ni makundi ya kimafia uhalifu kutoka China yanayofanya kazi duniani kote. makundi maarufu ni 4K na Sun Yee On Wan Ching Wu yote yakiwa na maelfu ya wanachama na siri zaidi za una habari za ibada na ibada pia. Tofauti na Yakuza, Triads haikubaliki na serikali ya China, na mara zote mtu akijulikana ni memba wa Triads hukutana na mkono wa sheria. Kundi la saba ni kundi la mafia ya Kirusi inayofahamika kama Blatva. Blatva ni jina la jumla kwa makundi kadhaa ya kihalifu yaliyozuka baada Sovieti, ya muungano wa umoja wa Sovieti. Yanaendesha usafirishaji wa silaha, ulaghai wa kibenki, uhalifu wa mtandao na kutumia rushwa kujenga wingo mji na Ulaya wa Marekani. Kundi la nane ni kundi la Ndwaheta, hili ni kundi la kimafia lililotokea Calabria Italy. Ndwaheta ina muundo wa familia za damu Brain kundi hili lilianza miaka elfu moja mia nane karne ya kumi na tisa na linathibiti asilimia 80 ya ya kibiashara za kuingiza kokeni Ulaya. Ni kitovu kikuu cha ulaghai wa fedha kwa makundi mengine ya uhalifu duniani. Kundi la tisa ni kundi la Camorra. Camorra ni genge la uhalifu la kimafia lililotokea mjini Naples na katika eneo la Campania ital ni mojawapo ya mashirika ya kihalifu ya zamani na makubwa zaidi nchini humo, likiwa na historia iliyoanzishwa karne ya 18. Kamora inayojulikana kwa muundo wake wa uongozi iliyogawanyika katika makundi madogo yanayojulikana kama clan, na inafahamika zaidi kwa shughuli nyingi sana za kihalifu na za kimafia. Kundi la kumi ni kundi la Neo Black Movement, Black X. Hili ni kundi lenye nguvu zaidi Afrika Iliyotokea nchini Nigeria. NBM limesajiliwa kama kundi la kuisaidia au kusaidia watu, likiongozwa na ideology ya Pan-Africanism. Ndani ya NMB inayopatikana Black X kundi la uhalifu hili ni kundi lenye nguvu kubwa zaidi miongoni mwa yale yanayotokea Nigeria. Wanachama wa Black X kujiita X-Men. Black X inayojihusisha na utapeli mtandaoni, unyang'anyo wa kutumia silaha uuzaji madawa ya kulevya na kusimamia madanguro. Shughuli zao zinadaiwa kuingiza mabilioni ya dola. Makao yao makuu yapo Benin City, ambako huwasajili wanafunzi wa, wa vyuo vikuu nchini Nigeria, wengi wao wakiwa wanakabiliana na, na kiwango kikuu cha ukosefu wa ajira duniani na hivyo kukimbilia fursa ya kuishia na kuwa Yahoo Boys. Haya ni miongoni mwa magenge na makundi hatari zaidi duniani. Nimekuletea listi hii ya makala kwa mtindo wa kigenge zaidi. Genge gani lingine unalifahamu hatari zaidi duniani? Niandike hapo kwenye sehemu ya comment, na genge lipi ulishawahi kusikia na unafahamu stori zake juzi hapo. Usisahau kusubscribe na turn on alama ya notification.